Na Benji, na, na wakati mzozo wa Russia na Ukraine ukizidi kufukuta, jeshi ili limewakamata wanaume wawili ambao ni raia wa Kichina waliokuwa wakipigana upande wa jeshi la Russia. Taarifa ya kukamatwa kwa wanaume hao imetolewa leo Jumanne Aprili 8, 2025, na Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ambapo amesema kuwa wanaume hao wamekamatiwa katika mkoa wa mashariki wa Donetsk na lina taarifa kwamba wapo wengi zaidi walioko na vikosi vya Russia. Hakukuwa na tamko la haraka kutoka China. Hata hivyo, China haijawahi kuweka wazi iwapo imekuwa ikitoa silaha au msaada wa kijeshi kwa Russia, na haikuwa wazi kama Wachina hao waliamua kujiunga na vita kwa hiari yao. Russia inaruhusu wageni kujiunga na jeshi lake, sawa na Ukraine. Zelensky alisema alimwagiza waziri wake wa mambo ya nje kuwasiliana mara moja na China, na alisema kuwa China itakuwa nchi ya tatu kutoa msaada wa kijeshi kwa Russia baada ya Irani, ambayo imetoa ndege zisizo na rubani za kushambulia, na Korea Kaskazini, ambayo imetoa wanajeshi wake, kwa mujibu wa maofisa wa Marekani na Korea Kusini. China imekuwa ikiunga mkono Russia kwa njia ya kidiplomasia tangu ilipoanzisha uvamizi wake kamili dhidi ya nchi jirani Februari 2022, na, na China pia imetoa msaada wa kiuchumi kupitia biashara ya nishati na bidhaa za watumiaji. Zelensky amesema mapigano na wanajeshi wa Kichina yalitokea karibu na vijiji vya Tarasivka na Bilohorivka katika mkoa wa Donetsk ambako wanajeshi sita wa China walikabiliana na vikosi vya Ukraine. Wachina wawili walikamatwa, Zelensky alisema. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine, Andrii Sybiha, alisema wizara yake ilimwita kaimu balozi wa China ili kutoa maelezo akisema kupitia X kwamba raia wa China kupigana kama sehemu ya jeshi la uvamizi la Russia nchini Ukraine kunaweka mashakani msimamo wa China wa kudai kuwa mpenda amani na kuna hujumu uaminifu wa wa Beijing kama mwanachama wa kudumu na mwenye dhamana wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa. Katika hatua nyingine, Russia imekataa kwa vitendo pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano nchini Ukraine mara moja kwa siku 30 huku pande zote zikiamini kakuwa zinajiandaa kwa kampeni ya kijeshi za majira ya kuchipua hadi kiangazi Nanuku. Siwezi kuona ishara yoyote ya kuelekea kusitishwa kwa vita au hata amani, lakini naona ishara nyingi za kuendelea kwa vita, alisema Nico Lange, mtafiti mkuu katika kituo cha uchambuzi wa sera za Ulaya mjini Washington, katika uchambuzi wake siku ya Jumatatu. Zelensky akizungumza kwenye mkutano na waandishi wa habari mjini Kyiv akiwa pamoja na waziri mkuu wa Ubelgiji Bart De weva ambaye alitangaza msaada wa euro bilioni moja sawa na dola za Kimarekani bilioni moja kwa Ukraine mwaka huu, rais wa Zelensky alisema walijadili juhudi za pamoja za uzalishaji wa kijeshi na uwekezaji wa sekta binafsi ya Uberegiji katika sekta ya ulinzi ya Ukraine. Wakati huo huo, msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alisema kuwa maofisa wa wizara ya mambo ya nje ya Russia watashiriki katika mazungumzo ya Marekani yatakayofanyika Istanbul siku ya Alhamisi. Hakusema ni kuhusu nini mazungumzo hayo yatafanyika. Lakini ushiriki wa wizara hiyo unaashiria kuwa huenda ni duru nyingine ya mazungumzo kuhusu kurejesha shughuli za kawaida za balozi zao na kuongeza idadi ya wafanyakazi baada ya miaka ya kufukuza mabalozi kwa kila upande. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital.